Biblia inasema, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiele, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hebu sema ardhi kwa ajili yako, okay. Imelaaniwa kwa ajili. Biblia inasema kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Hebu sema michongoma na miiba, tuseme watu kwa pamoja, hii ni lugha ya Kibiblia au tunasema lugha za kiroho. Maana Biblia inazungumza maneno kwa lugha ya kibinadamu, lakini inamaanisha mambo ya rohoni. Laana ya kwanza mbaya kuliko laana zote duniani ni laana ya ardhi, sababu ardhi ndiyo mama wa vitu vyote, ardhi ndio inazaa kila kitu. Hata wewe ni mzao wa ardhi. Mwanadamu ameumba kutoka katika ardhi. Kwa wakati Mungu alikasirika kwa mara ya kwanza akatoa laana, alipofika mara pa kumlaani mwanaume alimwambia, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na akamwambia ardhi hiyo, ardhi itamzalia michongoma na miiba. Kwanza lazima ujue kwamba ardhi inazaa, hebu sema ardhi inazaa. Inua mikono juu, inua kabisa, ana mikono yako inakuwa ainuki, utaniambia umelewana na mvua. Sema baba, baba, ardhi inapotoa mazao yake leo, mimi nakata rufaa, isinizalie mabaya, isinizalie michongoma wala miiba, bali inizalie baraka. Nakata rufaa leo mbele za Bwana. Ewe ardhi. Sikia neno la Bwana popote napo ukanyaga, usinizalia michongoma wala miiba, bali unizalie baraka katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Piga makofi yako, piga mikono kabisa. Sasa Mungu anamwambia Adamu, hivi itakuzalia hiyo ardhi, itakuzalia itakuzalia nini na nini Kambe, wewe haujafika kanisani bado, nini na nini na nataka, wote tuongee kitu gani? Michongoma, hasa michongoma na miiba, siyo ile miiba unayojua wewe ya, ya kwenye kichaka. Inamaanisha matatizo ambayo yanakuwa miiba kwako. Kwa mfano hapa tulipo, kila mtu na miiba ya aina yako inakuchoma kivi yako wengine mnachomwa kiuchumi, wengine mnachomwa kiafya, wengine miiba na michongoma inakuchoma kwenye ndoa, mwingine unachomwa na kuchukiwa na watu. Kwa hiyo kuna miiba inaendelea. Nataka leo tuombe kwa Mungu akuondolee laana ya ardhi, aondoe michongoma na miiba kwako, kwa jina la Yesu. Ungesema amina kubwa, Mungu angesikia na akakusaidia, lakini umenyamanza. Sema ee, hey, Baba niondolee michongoma pamoja na miiba. Sema amen. Amen. Shika mkono jirani yako. Mtikize kidogo. Mwambie hapo ulipo wewe kuna michongoma inaendelea kukuchoma. Kuna miiba inakuchoma wewe. Ndiyo maana hata usoni umekaa kama umekazirika ni kwa sababu kuna miiba inakuumiza. Mwambie leo, Bwana nakufungua. Haleluya Bwana sifiwe. Hey. Kwa tunaruhusiwa kuomba lolote. Sasa hii michongoma sasa hivi imeendelea kuwa mingi sana duniani na miiba ambayo inazaliwa na ardhi. Ardhi inaza sasa, watu wengi ardhi inawazalia matatizo tu, matatizo tu, yaani tangu unaanza kupata akili mpaka leo ulishaongelea kwenye matatizo, mpaka wewe mwenyewe uelewi. Kwa sababu ya ardhi, sauti, laana. Amen. Fungua sauti yako, sema amen. Wangapi wamekuja na udongo nini? Nataka kuongea kitu gani hii? Michongoma ni matatizo. Ninasikia kwenye familia watu wanagombana, walipendana mwaka jana, leo hawapendani tena. Tena ni ile miiba. Ulizaliwa na sura nzuri na afya njema, siku hizi watu wakikuangalia na kuita mchawi kwa sababu ya michongoma. Kuna watu wamesha hama hama nyumba, kama nazimaliza zote Uchumi umegoma, ni michongoma hiyo. Unabeba mima zinatoka, unazaa watoto wanakufa, unaanzisha miradi naharibika, ni michongoma. Msemaji wa ufalme wa Bwana, naachilia ardhi isikuzalia michongoma na miiba wewe, ikuzalia baraka kwa jina la Yesu Kristo. Fungua sauti kubwa useme amen, maana hapa nasimama sasa kwa niaba ya Mungu Mungu ni Mungu yule, alisema ardhi itakuzalia michongoma na nini. Ndio hiyo Mungu anaitumia leo mchana wa leo. maisha yako tunakokwenda, ardhi isikuzalie michongoma na miiba kwa jina la Yesu. ardhi kuzalia baraka kwa jina la Yesu inaionosema ewe ardhi, ewe ardhi, kuanzia leo kwa neno la Bwana usinizalie michongoma wala miiba. Unizalie baraka kila nitakapokanyaga baraka ipatikane, sema amen. Hiyo laana ya damu ilianzia enzi hizo, kila dunia inapoendelea, hiyo laana inapanuka zaidi. Unasikia vita za katika nchi, vita kati ya nchi na nchi, magonjwa yameshazaliwa hayajulikani mengine, ile laana ya ardhi. Hii ardhi inaza sema amen, amen. ardhi inafanyaje sasa inategemea wewe na Mungu umepatana vipi ili ardhi kuzalie nini. Kuna watu mpaka wanatamani kufa. Yana anaenda anasema jamani hivi kwa nini sife hata leo? Kila kona ni shida. Hey. Yani unakataliwa mpaka na ugali haukutaki. Kwa mchezo ardhi. Hey, usicheze na ardhi. Ardhi ndio chimbuko la kila kitu. Na Mungu alipopiga ardhi alimaliza. Sema, sauti zinalia. Ongea, sema, sauti zinalia. Wewe unatembea, unajua ni salama, sio? Kumbe uko chini, kuna sauti zinalia. Sinaongea, sauti zinalia, wewe ufai, wewe ufe, wewe ugue, wewe usipate chochote, zinakulilia sauti. Ina mikono juu. Sema, sauti ya yote inayonililia kwenye ardhi leo unanyamazisha kwa jina la Yesu. Sema, leo unanyamazisha Sema kwa sauti, isimililie tena maneno yoyote yanayonenwa kutoka ardhini ambayo ni mabaya, leo na yanyamanze. Sema kwa nguvu, sema tena, kwanzia leo neno la Bwana ndio liongee juu yangu kwa jina la Yesu. Mpe Bwana makofi yako yenye afya kwa jina la Yesu. Unaweza kwa wewe unatembea jamani, bwana sivyo, kumbe kuna sauti zinafanyaje? Unaona mtu mwingine zinakulilia wewe, mgonjwa, unaanza kumwa miguu, unaumwa kiuno, maana zinaongea kwenye ardhi. Kuna sauti zinaongea. Sasa inategemea zinaongea nini na watu hapa. Sasa unakuta we, walikuchukua nguo, wakachukua nywele, wakapeleka kwenye udongo, wanaambia udongo, huyu mwenye vitu hivi asifanikiwe, si kwa kinunua gari limuue sikakwa mke awe ya adui yake. Hasa hizo sauti walizoagiza wachawi ndio zinakufuata kila ukienda zinaongea. unakuna kunashanga, jamani, nipo kwa Kigoma mambo alikuwa mabaya, nimekuja Mwanza ni mabaya, nimeenda Dodoma ni mabaya. Kuna nini? Sauti zinalia kutoka wapi? Inua juu, sema kila sauti, inayo nililia kutoka aridhini, inayoninenea mabaya, nyamanza ya Yesu. Kuanzia leo neno la Bwana ndio liongee juu yangu kwa jina la Yesu, sema amen. Amen. Unashangaa, una sasa unaona mambo yanayokutokea wewe, we piga mahesabu shida zinazokuandama unaona mambo no unayokabiliana nayo, sitaki niyataje, we unayajua, yanatoka ardhini. Hapo hapo ardhini kuna sauti zinaongea Tunasema huyu asiolewe, huyu asizae, huyu asipate hela, asifike popote, afe mapema. Hali ndo inasema sasa, ndio hayo yanakupata sasa. Sasa leo ukate rufaa, utaki kuniitikia, utaki kuongea. Hebu sema leo nakata rufaa. Sema tena. Unajua vitu visivyoonekana ndio vina nguvu kuliko vitu vinavyoonekana, yani unayoyaona hayana nguvu kama leo usiyoyaona. Sinaongea na watu hapa, kwani magonjwa yanatokana na nini? Mwae kujiuliza magonjwa yanatokana na mapepo okay. Mapepo i nguvu kuyaona wasionekana ndo liku ni mapepo yanaleta kansa, ni mapepo yanaleta ukimwi, ni mapepo yanaleta kifua kikuu, ni yenyewe, lakini huwezi kuyaona na sauti za laana zinatoka ardhini, huwezi kuziona. So naweza naongea na haya, wewe usiamini kwa sababu huoni, lakini huo ndio ukweli. Kwani Mungu alimwambia je, Kaini, sauti inanililia kutoka wapi? Ndio maana una wewe mambo mengi yanaharibika ya kwako, ni sauti zinatoka hapa kwenye udongo. Sauti zingine zimepandikizwa na wachawi, zingine ni hizi Mungu alisema, zingine na wewe ulienda ukayakoroga sehemu, ulienda kaua ulitoa mimba. <laughs> Hivyo, wanaotoa mimba huwa ni wanawake peke yao, au ni wanawake na wanaume? Mimba inamhusu mtu mmoja, hakuna mwanamke anayetoa mimba peke yake. Ni hawa, huyu mmoja ni mfadhili yeye, anaelekeza nenda pale, kuna daktari, chukua vidonge, hela hizi hapa. Sasa ile mimba mkishaitoa, inaanza kuwalilia kutoka ardhini. Kwani mimi kitolewa ina, inatupa yeah? Wapi? Ya? Sasa. Sasa wewe unajidhani sema yameisha hakuna shida. Yeah. Hakuna hata anayejua. Au niko salama, natembea. Baada ya siku chatu nashangaa duka linaibiwa. Ungeenda tena huku ugonjwa. Zile sauti inua mikono juu. Ni wajua haraka sema baba. Baba. Sauti zote zinazoilia nyuma yangu kutoka ardhini. Baba sinyamazishe leo kwa jina la Yesu, shusha mikono hivi. Unajua kwa fanya nje na udongo, kile unachofanya uso wa duniani, kuona hata Mungu hahitaji kukuangalia uso wa dunia. Huu ni uso na kuona. Shika mkono jirani yako, mushike mkono, mwambie madudu yako yote uliyofanya. <laughs> ardhi inayajua, eh, kwani uliyafanyia wapi? Hii nakuona ulisha kwenda mahali pana wale jamaa wanapiga kere, oh, oh, wanaitaje hawa eh? Ukitokea wewe sasa, nahidi uko kama chura, hufai hufai, ufe ugue. <laughs> wewe unasema eh, jamani, mimi nashangaa mbona naandamwa na matatizo. Kuna sauti kutoka kwenye nini zinayongea Usiolewe, usiowe, usizae, usipate hela, usijenge, usipate kazi, zinaongea ila wewe hujisikii, lakini Mungu alimwambia Kaini, sauti ya damu kutoka ardhini inanililia. Cha ajabu ni kwamba ile sauti ilikuwa inaenda mpaka kwa Mungu, yaani kuna sauti zinatoka ardhini zinaongea mpaka kwa Mungu, wewe uongeaje na Mungu? ila kuna sauti zinaongea kinyume na hizo, zinatoka ardhini, zinamwambia huyu huyu huyu asijenge, sababu tunazo, alifanya moja mbili, huyu asiwe na mtoto, huyu asiishi miaka sitini, afie hapa katikati huyu. so, wewe unatembea hujui, unakula tu mandazi na udaga, uelewe, ila huko chini, huyu huyu huyu jamaa huyu asikatize mwaka kesho. Inua mikono yote, sema leo nitajitetea. Inua mikono juu, inua, sema: Baba, niko mbele yako leo nataka na kujitetea kinyume na sauti zote zinazotoka ardhini zinazonilalamikia mimi. Baba, mimi ni mwanao, naomba uniokoe na hizo sauti, kwa jina la Yesu hai. Kwa sauti kubwa sema amen.